Kura kwa Busungu, alama ya chama ni mama na mwana. Chama cha ADA TADEA kinachowania kushika dola kikiwa na msingi wa u tano. Hizi uu tano sisi zitaturekebisha na nchi yetu itaenda mbele. Uu ya kwanza ni nini? Lazima tuwe na utafiti. Uu ya pili ni ubunifu. Uu ya tatu ni utengenezaji. Uu ya nne ni uuzaji na uu ya tano ni uwajibikaji. Mgombea urais wa chama hiki ni George Busungu. Sisi tuna mtazamo ambao ni wa kimapinduzi, tunataka tutoke kwenye hali hii duni. Miongoni mwa majukumu anayojipa akipewa ridhaa ni kulifanya jiji la Mwanza kuwa kama Ulaya. Nataka turudie, turudishe heshima ya jiji la Mwanza. Kuna kitu ambacho kilitengenezwa miaka kama sita iliyopita kinaitwa Mwanza Master Plan. Kwenye master plan ile, imesema barabara zote za kuingia jiji la Mwanza kutakuwa na njia nane. Tunataka badala ya kuvunja nyumba za watu mjini, tunataka tutengeneze wanaita treni za mjini au tram, kiasi ambacho tunajenga barabara ya juu, kwa hiyo treni inapita juu, kuhakikisha kwamba watu hawavundiwi nyumba zao hawaharibiwi miundombinu yao, ili tusafiri vizuri kabisa. Huyu ndiye George Busungu. Busungu ana uchungu sana na hali hii tunaiona ya shida. Ebu mtupe mitano tu, hatutaki tena tena tena. Innocent Alois, Azam News, Mwanza.